Ni kukaribishe mdau ambayo unatufuatilia kupitia chaneli hii ya Moshiro Online TV, na kama ni mara yako ya kwanza pia kupata video zetu, nikukumbushe kushuka chini ya video hii na kuweza kugusa yale maandishi mekundu ambayo yameweza kuandikwa subscribe. Timu ya Simba Sport Club tayari imeachia listi ya wachezaji 24 ambayo imesafiri nao kwenda kule nchini Zambia. Kwa ajili ya kukabili timu ile ya Power Dynamos katika mchezo wa klabu bingwa barani Afrika, ambao utachezwa hivi karibuni. Na kabla ya kukupa listi hiyo, ni kukaribishe dukani uweze kujipatia computer desktop, laptops, monitors, mashine za kompyuta kwa bei ya ofa, na utaweza kutumia kwa ajili ya matumizi ya ofisini, nyumbani, shuleni, pamoja na maeneo mengine ya kazi. Na delivery kwa alioko Dar es Salaam zipo na ni free, na mikoani pia tunaweza kutuma mzigo kwa uaminifu mkubwa mawasiliano piga namba ya simu ambayo inaweza kuonekana mbele ya video hii na pia unaweza pia kuacha komenti chini ya video hii ili niweze kukutafuta kwa njia ya WhatsApp. Wachezaji wa timu ya Simba Sport Club ambao wameweza kusafiri na timu ya Simba siku ya leo kuelekea kule nchini Zambia kwa ajili ya kuikabidhi timu hii ya Power Dynamos ni pamoja na magolkipa Ali Salim Hussein, Abel pamoja na Ayubu Lakedi, huku madefenders au mabeki akiwa ni Shomari Kapombe, David Kameta, Israeli Mwenda, Mohamed Hussein, Huseini Kazi Enock Inonga, Chemalon Fondo pamoja na Kennedy Juma, huku midfielders wakiwa ni Mzami Ruyasin, Sadio Kanuti, Fabrice Ngoma, Hamis Abdalla, Saido Ntibazonkiza, Clatous Chama, Willy Onana, Luis Mixon pamoja na Kip Dennis, huku mastrika wakiwa ni wanne akiwa ni Jane Baleke, Moses Firi, Shaban Chilunda pamoja na John Boko. Timu ya Simba Sports Club tayari imeshaanza safari kwa ajili ya kwenda kuikabili timu hiyo ya Power Dynamos ya, ya kule nchini Zambia na imewahi kwa ajili ya maandalizi ya mchezo huo ambao utachezwa hivi karibuni. Mchezo wa kwanza wa Simba na Power Dynamos ya kule nchini Zambia, kwa michuano ya ligi ya mabingwa Afrika kwa msimu huu wa 2023 2024, ambayo tayari inaenda kuanza rasmi. Nikukumbushe, kama ni mara yako ya kwanza kupata video zetu, usisahau kusubscribe na kugusa alama ya kengele ambayo ipo chini ya video hii ili uweze kuendelea kuwa wa kwanza kupata video zetu.